Sakata la kufutwa kazi watumishi hao limebuka kwenye kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo baada ya baraza hilo kujigeuza kamati kwa mujibu wa kanuni na kutangaza kufutwa kazi Bijeska Magelo, afisa maendeleo ya jamii msaidizi, huku likiagiza watu wote waliokuwa kwenye mnyororo huo watafutwe na wawajibishwe. Bijeska Magelo, afisa maendeleo ya jamii msaidizi amekutwa na hatia ya makosa tajwa hapo juu, hivyo mkutano wa baraza la madiwani limeazimia kuwa mtumishi huyu afukuzwe kazi. Mtumishi mwingine aliyefutwa kazi ni Bakari Mhando kutoka idara ya utumishi kwa madai ya kuchezea mfumo wa taarifa za watumishi na mishahara ya watumishi tajwa. alichezea mfumo wa taarifa za kiutumishi na mishahara ya watumishi kwa kupunguza, kufuta na kuongeza makato ya mikopo kwa watumishi 18 waliokopa kutoka taasisi mbalimbali za kifedha . Hivyo, mkutano wa baraza la madiwani limeazimia kuwa bwana Muhando Bakari Muhando, Muhando afukuzwe kazi. Katibu tawala wa wilaya Nyang'hwale Kaunga Amani amewataka watumishi wa halmashauri hiyo kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Kwao niwaombe sana watumishi wa umma, hebu tukasimame kwenye misingi yetu kuepusha haya ambayo yamejitokeza siku ya leo. Kufukuza kazi watumishi wawili sio jambo dogo, yaani maana yake huko nyuma kuna watu wengi wanaenda kuumia, lakini sasa inafika mahali hakuna namna nyingine.